Hivi karibuni Tanzania imekumbwa na taharuki isiyo ya kawaida kufuatia taarifa za kudaiwa kutekwa kwa balozi wa zamani na mwanasiasa Humphrey Polepole. Tukio hili limeibua hisia za hofu, maswali yasiyo na majibu na mijadala mikubwa ya kisiasa na kijamii, hasa kuhusu uhuru wa kujieleza, demokrasia na haki za binadamu. Humphrey Polepole ambaye amewahi kushika nyadhifa nyeti za kisiasa na kidiplomasia alitoweka katika mazingira ya kutatanisha jambo lililosababisha mgogoro mkubwa wa kiusalama na kisiasa. Familia yake marafiki na mawakili wake walionekana kushughulikia tukio hili kwa tahadhari kubwa, huku vyombo vya habari vikijaribu kufuatilia ukweli wa tukio. Ni katika muktadha huu ambapo wakili Boniface Mwabukusi, mmoja wa wanasheria wakali na jasiri nchini Tanzania, alitoa kauli yake yenye uzito mkubwa, ikijitokeza kama wito wa kengele hadharani kwa taifa.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 Polepole alipotea kwa muda wa siku kadhaa bila kujulikana alipo. Familia yake na wafuasi wake waliripoti tukio hilo kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii wakieleza hofu kubwa juu ya usalama wake. Polepole amewahi kushika nyadhifa za juu, ikiwa ni pamoja na mbunge wa CCM, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM na balozi wa Tanzania nchini Cuba. Kati ya wengi alijulikana kama mtu wa busara anayejitambulisha kwa uzalendo na mtu aliyetoa maoni yenye ujasiri lakini yenye hekima ya juu ya masuala ya taifa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, wakili Kibatala alisema sisi, mawakili wa balozi mstaafu Humphrey Polepole, ambaye amehudumia nchi yake kwa uadilifu mkubwa katika nyadhifa mbalimbali za umma, tunazitaka mamlaka husika kuhakikisha usalama wake na yuko katika hali gani. Kauli hiyo iliongeza presha kubwa kwa vyombo vya dola, hususan jeshi la polisi. Katika hali hii ya sintofahamu, wakili Mwabukusi aliandika ujumbe wake kwa lugha ya Kiingereza. Na hapa nimeutafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Ujumbe ambao ulisambaa mitandaoni na kuibua mijadala mikubwa. Ujumbe huu ulikuwa ukisomeka kwamba nina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa matukio ya kutoweka kwa kulazimishwa yanayolenga watu wenye mitazamo ya kukosoa au hata wakosoaji wa pole wanaojitokeza kuzungumza kuhusu masuala ya demokrasia, haki za binadamu na utawala bora. Hali hii sasa imekuwa ya kutisha na kusambaa kwa kasi. Jambo linaloashiria kuwepo kwa mpango wa makusudi na wa pamoja wa kunyamazisha fikra za upinzani ili ziwepo tu sauti za sifa na utii. Tunachoshuhudia ni uvunjwaji wa mfumo wa uhuru wa msingi unaolinda jamii ya kidemokrasia. Badala ya kukuza mazungumzo na uwajibikaji, inaonekana kuna tamaduni mpya ya hofu na ukandamizaji inayochukua nafasi yake. Vyombo vyetu vya usalama, hususan jeshi la polisi, vinaonekana ama katika matukio haya au vimeshindwa kabisa kutekeleza wajibu wake wa kushughulikia janga hili linalozidi kuwa baya. Ukimya na uzembe huu vimewapa ujasiri wahusika wa vitendo hivi na kudhoofisha imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Ikiwa hali hii haitachukuliwa hatua za haraka, mwenendo huu utaharibu kabisa misingi ya haki na utawala wa sheria katika taifa letu. Ujumbe huu wa Mwabukusi umekumbushia wananchi na taasisi za dola hatari ya kupoteza misingi ya uhuru na haki za kikatiba endapo tabia ya, ya ukimya na uoga itaendelea kudhibiti jamii. Kauli ya Mwabukusi inaonyesha kwa uwazi hali inayokinzana na misingi ya demokrasia. Jambo la kwanza ni muundo wa kimfumo wa ukandamizaji. Mwabukusi anashiria kwamba tukio la polepole pole si la kawaida bali ni sehemu ya mpango wa mifumo ya kunyamazisha maoni yanayopingana na mawazo ya madaraka. Ujumbe huu unaonyesha jinsi ukimya na uoga unavyodhoofisha imani ya wananchi kwa taasisi za dola na kusababisha hofu ya pamoja inayosababisha wananchi kutokuzungumza kwa uhuru. Mwabukusi anaonya kuwa tukiendelea na hali hii, misingi ya haki na utawala wa sheria itaharibika, jambo linaloweza kuathiri kizazi kijacho na historia ya taifa. Hebu tujikumbushe kuhusu polepole pole kabla ya tukio la kutoweka. Polepole alijitambulisha kama kiongozi mwenye misimamo ya wazi, ikiwemo uwajibikaji wa viongozi. Polepole alisisitiza kuwa viongozi wanapaswa kutoa majibu kwa wananchi na kuwa wazi kuhusu masuala ya taifa. Jambo la pili ni haki za kiraia. Mara nyingi aliwahi kuzungumzia umuhimu wa kulinda uhuru wa wananchi na kutetea haki za binadamu. Jambo la tatu ni hofu haipaswi kuongoza maamuzi. Alionya kuwa jamii haipaswi kuwa na uoga wa kusema ukweli kwa hofu ya adhabu au kutoweka. Kauli zake zilizohifadhiwa zinaonyesha kuwa alikuwa mwanasiasa jasiri aliyetoa maoni ya wazi kuhusu uongozi na masuala nyeti ya kitaifa. Hebu tuangazie athari za tukio kwa taifa. Jambo la kwanza ni hofu ya pamoja. Matukio ya kutoweka huunda hali ya hofu ya kijasusi kwa raia. Watu hushindwa kutoa maoni huru kwa hofu ya adhabu. Jambo la pili, kupoteza imani kwa taasisi za dola. Jambo la tatu ni kupungua kwa demokrasia. Wakati wananchi wanapogundua kwamba sauti huru au kushikiliwa bila sheria, demokrasia inakabiliwa na hatari kubwa. Sasa tuangalie historia fupi ya wanaharakati wa Mabukusi. Boniface Mabukusi ni mwanasheria maarufu kwa kushiriki kesi kadhaa zenye maslahi ya umma, ikiwemo kesi za wanaharakati wanaotetea uhuru wa mikutano ya maoni, kesi za kuhimiza uwazi wa vyombo vya dola na usawa wa kisheria, na kesi za kudai haki za raia waliokuwa wakipotea au kushikiliwa kiholela. Msimamo wake wa kusema ukweli bila woga umemfanya kuwa mwanasheria jasiri, mwanaharakati na msema kweli wa wananchi. Na kwa kumalizia, tukio la Polepole pole na ujumbe wa Mwabukusi linatufundisha mambo makuu yafuatayo. Uhuru wa maoni ni msingi wa demokrasia. Ukimya wa wema unampa nguvu mwovu. Tuna wajibu wa kulinda misingi ya haki na utawala wa sheria. Kauli ya Mwabukusi inabaki kuwa wito wa uzalendo wa kweli, kwamba kila raia, kiongozi na taasisi za dola lazima zishirikiane kulinda misingi ya haki, uhuru na demokrasia. Tanzania ikiwa itashindwa kuchukua hatua za haraka, inaweza kuiona demokrasia yake inapoanguka chini ya uoga na ukimya wa wananchi wenye busara. Na huo ndio uchambuzi kwa uchache kuhusiana na kauli ya Boniface Mabukusi aliyoitoa kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani kama Twitter, akiwa ameandika kuhusiana na matukio yaliyotokea kipindi cha hivi karibuni ikiwemo tukio la Humphrey, huku akikazia kwamba hatua zaidi zinapaswa kuchukuliwa kwa watu wenye kutenda matukio kama haya na haki iweze kutendeka kwa kila tukio kama hili lililoahi kutokea kipindi cha nyuma, kwa wengine walioahi kukumbana na tukio kama la Humphrey Polepole. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya ambayo Boniface Mwabukusi aliweza kuyaandika kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani kama Twitter. Lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.